Habari marafiki, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kuoka mikate ya brioche. Mikate hii ni milaini sana, kwa sababu inatumia mayai na bata nyingi. Tutaanza kwa kuumua amira. Kwenye bakuli, weka maziwa, weka sukari, weka hamira, weka na unga vijiko vinne vya chakula, kisha koroga vizuri. Hakikisha unakologa vizuri mpaka unga mweupe unapotea, kisha funika, acha kwa muda wa nusu saa. Nusu saa ikipita, mchanganyiko wako utakuwa umeumuka. Funua, koroga Hakikisha unakoroga vizuri, kisha unafunika uache kwenye friji usiku mzima. Hii inasaidia mikate yako inakuwa mitamu sana na inakuwa na ladha nzuri. Mchanganyiko ulilala kwenye friji na mira yetu, ukiangalia bado imeumuka vile vile. Kama una haraka, hauhitaji kuweka kwenye friji, unaweza ukakanda moja kwa moja. Sasa tunaenda kukanda unga, nitaweka unga, nitaweka sukari, chumvi, nitamimina ule mchanganyiko wa hamira. Nitachanganya kidogo. Nitamimina mayai, nitaanza kukanda. Nitakanda kwa dakika saba kwa spidi ya wastani. Nitaendelea kukanda mpaka unga wangu utakapochanganyikana vizuri. Unga unaonekana mteke, usiwe na wasiwasi. Nitaweka bata, naweka bata vipande vipande. Nikishaweka bata nitakanda kwa muda wa dakika kumi mpaka kumi na tano kwa spidi kubwa mpaka unga wangu uwe laini. Utaona unga unaanza kujivuta, unakaa katikati. Hapo unga wako uko tayari na uangalia unga wako, unatakiwa uwe hivyo ukivuta ukatiki Nitaweka kwenye chombo nilichokipaka mafuta, nitafunika, nitauacha kwa muda wa lisali moja. Muda umepita unga wetu umeumuka, nitaukanda, nitanyunyizia unga sehemu ninayofanyia kazi. Tafadhali usiweke unga mwingi, weka unga kidogo tu, kwa sababu ukiweka unga mwingi utaharibu texture ya mkate utakavyoiva. Donge ni kawaida kunata kwa sababu ni brioche. Unaweza ukapaka unga kwenye mkono au ukapaka mafuta. Nitaanza kugawanisha vipande vipande, nilikata vipande tisa vinavyolingana. Nitachukua kipande kimoja, nitazungusha ili kutengeneza duara tarudia wapili nitafanya. Nitayaweka kwenye chombo ninachoenda kuokea ambacho nimekiandaa. Nimeshaziweka hizo hapo, nitafunika, nitaziacha kwa muda wa dakika arobaini. Hakikisha unga wako hauumuki sana. Muda wangu umepita, nitafunua. Ntapaka ute wa yai nimechanganya na cream ya maziwa. Unaweza ukapaka yai au ukapaka mwingine, anapaka maziwa tu, mwingine napaka maji au mabata, ni wewe tu. Skonzi zangu zipo tayari kuokwa, nitaoka kwenye oven iliyokwisha iwasha nyuzi joto mia sabini. Skonzi nimezioka kwenye oven Nitaoka kwa muda wa dakika ishirini na tano mpaka thelathini. Ukiona skonzi zako zinaungua juu, funika na foili. Nitatoa kwenye oven, nitaziweka kwenye hiyo rack zipoe. Hapa nitakata na kuonyesha. Ni laini sana na zimeiva vizuri na ni nyepesi. Ona, nabonyeza inarudi yenyewe. hapa Tenga zikiwa za moto, watu wa jilambe. Ikiwa utapenda video hii, tafadhali bonyeza like, acha comment, na usiache kusubscribe. Tukutane mapishi yajayo.